Tuzungumzie ugonjwa unaoitwa bawasiri. Bawasiri ni ugonjwa unaopatikana kwa wanaume au kwa wanawake mara nyingi watu wazima, mara chache sana watoto. Ni ugonjwa ambao unaleta vivimbe kwenye njia ya kutokea ya haja kubwa. Vivimbe hivyo vinamuuma mtu akijisaidia, na wakati mwingine vivimbe hivyo vinaweza kupasuka mtu akijisaidia anaona haja kubwa yake e, ina damu imeshika damu au anaweza akatoka damu kabisa. Sababu kubwa ziko kwenye mfumo wa chakula, kutokana na vyakula tunavyokula. Mtu ambaye anakula vyakula vilaini tu, hali vyakula vigumu vigumu kama mihogo, hali mboga za majani, ni rahisi sana kupata kufungiwa choo. Kwa hiyo wakati